Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mimi ni Isaac Samuel, tarehe tatu Januari 2026. Dunia imeshuhudia tukio kubwa la kihistoria baada ya Marekani kutangaza kufanya operation ya kijeshi nchini Venezuela, operation iliyoambatana na taarifa kwamba rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro pamoja na mke wake Silia Flores wamekamatwa na kuondolewa nchini humo. Tukio hili limeibua mshtuko mkubwa wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Amerika ya Kusini na dunia ya kwa ujumla. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa, wa Marekani na kuripotiwa na vyombo mbalimbali mbali vya habari vya kimataifa, operation hiyo ilihusisha shambulio la anga, harakati za kijeshi katika mji mkuu Caracas, pamoja na kudhibiti miundo mbinu muhimu ya serikali. Wananchi wa Caracas waliripoti kusikika kwa milipuko, kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo na kuwepo kwa hali ya taharuki kubwa. Rais wa Marekani Donald Trump alithibiti sha tukio hili kupitia tamko rasmi akisema operation hiyo ilikuwa na lengo la kumaliza utawala wa kiimla, kurejesha usalama wa kikanda na kulinda maslahi ya kimkakati ya Marekani. Rais Trump anadai kuwa Marekani italazimika kushiriki katika usimamizi wa mpito wa Venezuela hadi pale ambapo hali ya kiusalama itatengamaa. Serikali ya Venezuela kupitia maafisa waliobaki madarakani imepinga vikali hatua hiyo ikitaja kama uvamizi haramu na ukiukwaji wa wazi wa uhuru wa taifa huru. Serikali hiyo imetangaza hali ya dharura ya kitaifa, huku vikosi vya usalama vikiwekwa katika tahadhari ya juu na raia kuombwa kubaki ndani kwa usalama wao. Tukio hili limegawanya hisia za wananchi wa Venezuela. Baadhi ya wapinzani wa serikali ya Maduro waliopo ndani na nje ya nchi wameeleza matumaini ya mabadiliko ya kisiasa, huku wengine wakionya kuwa hatua wa hiyo inaweza kusababisha machafuko, mwagaji wa damu na kuingiliwa zaidi kwa uhulu wa nchi hiyo. Kwa upande wa jumuiya ya, ya kimataifa, mgogoro huu umefungua mjadala mzito kuhusu uadilifu wa matumizi ya nguvu za kijeshi, heshima ya sheria za kimataifa, na mustakabali wa mataifa madogo mbele ya nguvu kubwa za dunia. Mataifa na taasisi mbalimbali zimejitokeza kutoa matamko yao, huku dunia ikisubiri kuona mwelekeo wa mgogoro huu ulioibuka ghafla, lakini wenye athari pana. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.